Ndugu wananchi, tarehe kumi na nne mwezi huu wa Juni elfu mbili na ishirini na tano, Tanzania itaungana na mataifa mengine kuadhimisha siku ya wachangia damu Duniani. Hii ni siku maalumu ya kutambua na kuwashukuru mashujaa wetu wachangia damu wote kwa moyo wao wa huruma katika kujitolea kuonyesha upendo kwa wananchi wengine wa nchi yetu ya Tanzania. Mwaka 2023 2024 tulifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana kukusanya chupa laki tano sabini na nane mia nane ishirini na saba za damu sawa na asilimia 98 ya mahitaji ya taifa na malengo ambayo tulikuwa tumeyakusudia. Sasa leo ninaomba kwa dhati ya moyo wangu kwa niaba ya Wizara ya Afya kwanza, nitoe pongezi lakini vilevile shukurani za dhati kwa wachangia damu wote katika nchi yetu, wameonyesha moyo wa huruma umeendana na kuokoa maisha ya watoto wachanga ya kinamama waja wazito na kinamama wanaojifungua, lakini vilevile vile majeruhi wa ajali na wagonjwa ambao walikuwa katika hali ya uhitaji mkubwa wa damu. Asanteni sana kuwa mashujaa wa maisha na hasa katika kuokoa maisha ya Watanzania wenzetu. Sasa katika kuelekea maadhimisho ya mwaka huu kupitia kampeni yetu ya taifa, tunalenga kukusanya chupa zaidi ya 41,325 za damu katika nchi nzima, na kwa kweli tunajitokeza kuomba ushiriki wa kila Mtanzania. Jambo hili kwetu sisi kama wizara tunasema kwa kweli ni sehemu ya ibada katika kuokoa maisha ya wananchi wenzetu. Tukumbuke kuwa damu haiwezi kutengenezwa kiwandani, na kama ingekuwa ni zao, tungesema damu haiwezi kulimwa. Damu ni zawadi ya maisha kutoka pia kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, na ni kitendo cha kuleta matumaini katika uhai wa binadamu. Sasa ili kuchangia damu, unaweza tembelea katika kituo cha damu salama kilichoko karibu na eneo lako. Changia damu, leta matumaini. Kwa pamoja, tunao uwezo kuokoa maisha ya wananchi wa Tanzania na ndugu zetu, rafiki zetu, jirani zetu. Kwa umoja wetu tutafanya